Wanasayansi humu nchini wamepiga hatua kubwa katika vita dhidi ya uharibifu unaosababishwa na ndege kwenye mashamba ya mtama. Shirika la Utafiti wa Kilimo na Mifugo KALRO limezindua aina tano mpya za mtama ambazo aidha hukwepa au hufukuza ndege, katika hatua inayotarajiwa kuwaokoa wakulima wadogo wa waliokuwa wakipoteza mavuno makubwa kutokana na ndege hawa. Dennis Otieno natueleza zaidi kwenye makala ya kilimo biashara ya wiki hii. Kwa miongo kadhaa ndege wamekuwa kero kuu kwa wakulima wa mtama kote nchini, wakiharibu mashamba yote kabla ya mavuno. Wakulima wa mtama wanapata shida mingi ama changamoto sababu ya ndege. Ndege huwa wanakula hiyo mtama unapata kwa ile shamba yako, ukiwa umepanda kama ni eka moja, kiwango ya themanini wamekula wameharibu, kwa hivyo mapato yako inaenda chini. Watafiti kutoka KALRO wamewezesha ukuzaji wa aina tano mpya za mtama zilizobuniwa mahususi ili kuwinga au kufukuza ndege. Aina hizo mpya ni Jasiri, Smart Sorghum na Dume, ambazo zinafanyiwa tathmini ya mwisho. Aina hizo za mtama hazivutii ndege, hasa wakati wa kuchipuka kwa kiini cha mtama, ambapo uvamizi wa ndege huwa kwa wingi zaidi. Kulingana na KALRO, siri ni kemikali asili ambayo hufanya mimea kuwa na ladha chungu. Kwa hivyo hiyo, wakati hizi mbegu zenye tumetoa zinakuanga na kaukali, ambayo ndege wakikuja, wakionja, wanaondoka. Na ako kaukali, ama kwa kizungu tunakaita tannin, kanaenda kakipungua wakati mtama yako inaendelea, inaendelea kukomaa. Ikikufikia kukomaa, mtama yako inakuwa ya kawaida. Kwa hivyo sasa unapata shamba ya mkulima akipanda mtama yake atakuja kuvuna na haitakuwa imeharibiwa na ndege. Aina hizi mpya pia zina sifa zingine zinazowapa ndege ugumu wa kula, shuke zake zinapinda kuelekea chini na nafaka imefunikwa na maganda meusi, hivyo kuondoa mvuto kwa ndege wanaopendelea shuke za nafaka zinazovutia. Hii mtama yenye tumetoa hizi aina tano inasaidia wakulima sana, sababu kitu ya kwanza Wakati wao ambao walikuwa wanatumia kukaa kwa shamba kulinda ndege, wanatumia kufanya kazi zingine ambazo zinawanufaisha kwa maisha yao. Kitu ya pili, ile mapato walikuwa wanapata kwa mashamba yao imeongezeka zaidi. Kitu ya tatu, ile mapato walikuwa wanapata sababu hizi begu zenye tumetoa zinatoa mapato ya kiwango mpaka ya magunia ya kumi na nane kwa ekari moja ama gunia ya kumi na sita kwa ekari moja zaidi ya kustahimili ndege, aina hizi mpya za mtama bado zinatoa mavuno mengi, kustahimili ukame na zinafaa kwenye maeneo kavu. Dennis Otieno, runinga ya Citizen.